Rais well wa Marekani Donald Trump ametia saini those... tangazo la kupiga marufuku watu wa mataifa kumi na mawili kuingia nchini humo, vyombo vya habari vimeripoti vikiwa nukuu maafisa wa utawala wa Trump jana Jumatano. Tangazo hilo linawazuia kabisa na kuwawekia mipaka raia wa mataifa hayo kuingia nchini Marekani. Mataifa hayo ni Afganistan, Myanmar, Chad, Kongo, Guinea Ikweta, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen, hii ikiwa ni kulingana na kituo cha utangazaji cha CBS. Aidha, raia wa mataifa mengine saba ya Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela watawekewa zuio la kiwango fulani limeripoti CBS. Wakati wa muhula wa kwanza Trump aliwapiga marufuku wasafiri kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi duniani. Katika hatua nyingine, Trump ameagiza uchunguzi kuhusu kile ambacho wanasiasa wa chama chake cha Republican wanadai kuwa ni kufichwa kwa hali ya afya ya mtangulizi wake Joe Biden Alipokuwa madarakani. New York Wajumbe wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa wamekosoa wa Marekani hapo jana baada ya kulipinga azimio la baraza hilo la usitishwaji mapigano na ufikishwaji endelevu wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Mjumbe wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, Dorothy Shea, amesema azimio hilo litadhoofisha juhudi za kidiplomasia za kufikia usitishwaji mapigano unaoakisi uhalisia wa mambo na badala yake litawaongezea Hamas, kundi la Hamas. Ameongeza kuwa azimio hilo halitoi uwiano sawa kati ya Israel na Hamas. Rasimu ya azimio hilo ilitaka usitishwaji wa mara moja bila ya masharti na wakudumu wa mapigano huko Gaza, na hatua hiyo kuheshimiwa na pande zote.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 tze at gmail.com Top One College of Health and Allied Science we are the way to your success